Siku ya wanawake duniani 2025 wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Mama Samia songa mbele, songa mbele, si rudi nyuma. Mama Samia songa mbele, songa mbele, si rudi nyuma. Majaliwa songa Kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani naangazia namna kundi hili la wanawake lilivyonufaika na mikopo inayotolewa na Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro ili kuwawezesha kiuchumi. Bwana Tito Methew ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Malambo, anatueleza namna kikundi hiki kinavyolelewa kufanikisha lengo la mikopo hii kwamba ileno ni kikundi cha Orkerembe, ambapo ni kikundi cha cha wajani. Kikundi hiki kimepata mikopo kwa awamu mbili, awamu wa kwanza walipata mwaka wa 22 23, shilingi milioni 3. Amu ya pili wamepata 24 25, jumla e, ya shilingi milioni tano. Eh, walipopata ile mkopo wa kwanza wakawa wakanunua viwanja vya Wakawa kujengea. Walikuwa na mbuzi wachache kama kama mbuzi 20, sasa hivi wana zaidi mbuzi ya mbuzi 50. Hamsini kwao kujum... mwanamama Nosotu Amesheti, mwenyekiti wa kikundi hiki anasema mkopo usio na riba waliopewa na Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro umewawezesha kubuni na kuanzisha biashara zinazowapatia kipato. Kwa majina anaitwa Nosotwa Dashati, tunaishi Malabo. Tunashukuru Mungu kwa ajili tu, mimi si ndio, na maishi mgumu siku nyingi, bado sija sijawasa kwenda kukopa halmashauri Mungu tu ameletwa neema. Mimi nimekuja tu kupata neema ya Mungu mpaka mimi nimepata njia aende kutafuta e, mkopo. Mimi nimeanza e, mimi sina hata nyumba, sina hata kiwanja, nimeenda ku kukopa ku, halmashauri. Nimeenda tu nimehangaika, nimepata milioni tatu, nimeenda. Tunashukuru Mungu kwa ajili, nimepata sina riba, nimekuja tu nimekuja tu kufanyia kazi nimepata. Sasa hivi nimetoka nime kwenye chini, sasa hivi mimi yuko kwenye katikati hivi, mimi ana mbusi ishirini nyumbani. Mimi nimeanza hiyo kazi ya mkopo hii ya mara ya kwanza, sina mimi hata kiwanja, nimekuja tu nimepata kiwanja ni nimetoka tu kwa nyumba ya uh, nyazi sasa hivi mimi yuko nyumba ya bati halmashauri tuna, tuna kurudishia sifa kwa ajili nimetoa mimi kwenye hatari ya njaa. Sasa hivi watoto wangu tunaendelea tuna kazi. Sasa hivi mimi ana mbuzi ishirini nyumbani. Nimenunua hata juzi ng'ombe. Anaye sasa hivi ng'ombe mbili. Kwa ajili ile mkoba wa kukopa halmashauri. Nimeenda kukopa halmashauri mara mbili. Ameenda ameenda kukopa halmashauri kwa ajili mimi hiyo marejesho nimerudisha salama hajawai kukimbiliana na watu a harmashauri armashauri, amesubiri mimi mpaka amemaliza nini, amemaliza wake. Ameongea tena amekaa mezani amesema, karudisheni hiyo akinamama, nini hizo hela hiyo. Kikundi yangu ni watu tano wote, kila mtu ana nyumba abati, ana biashara kutosha hapo ndani ya nyama, chinja mbusi tatu kwa siku ataisha wote, chapati iko mchele iko, maharage iko, iye hela ukopo ndio nafanya hiyo kazi. Pia mama Samia, mamaangu asante sana kwa ajili wanawake, sasa hivi anatambulika ni mtu wa maana. Tunashukuru Mungu sana, na hata kama kama Mungu ataweza, mama Samia harudie wapi, arudie kwenye viongozi kwenye kiti kwa ajili wanawake, sasa hivi ameshapata uhuru, watoto wanawake, sasa hivi ameana

na shida anyakannatafsiri yeah. Uh, kwa majina yake amesema anaitwa Naomi Nguru alipoanza katika group la Orkerembe Lengai, alikuwa shida zake zimeanza kuisha, alivyokuwa anaishi kwenye nyumba ya nyasi, na kwa sasa mahali aliyofikia ni nzuri, kwa hii imemsaidia. Kipindi cha kwanza, kabla hajaingia kwenye kikundi, alikuwa anaenda anaenda kulini, anachukua kuni, anauza, anaenda anachoma makaa anauza. Na kuanzia sasa alivyopata shirika hili hakuwa tena na hayo yote, hizo shida zinamondokea, kupaka kwenye nyumba ya nyasi mpaka kwa sasa alivyokuwa hivi kwenye nyumba abati kumi na hakuwa na eneo. Baada ya kupata shirika, akaja akapata hiyo pesa na akajiwezesha, akanunua uwanja na akajenga <tipu> i anasema kondoo ana sita na mbuzi wanne na viringine ilifungukwa na hiyo nyumba baada ya ujenzi na mnaaishonkea. Anasema kwamba naendelea kumwambia Rais wangu Samia inakushukuru sana na na kwa mikopo yako safi tutaendelea pamoja na wewe na Mungu akubariki endelee uwezeshaji huu unafanyika tukitambua kuwa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mwaka 2025 yanafanyika jijini Arusha tarehe ya 8 ya mwezi wa tatu mwaka 2025 yakibeba kauli mbiu isemayo wanawake na wasichana mwaka 2025 tuimarisha haki usawa na uwezeshaji Bele. Siku ya wanawake duniani 2025, wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji.